Na unaendelea vizuri na majukumu yako ya kila siku. Hii ni Global Swahili News na hii ni part 2 ya mgogoro wa Israeli na Palestina. Namna ambavyo eh, Uingereza ilivyoweza kuanzisha au ilivyoweza kusababisha mgogoro kati ya Palestina pamoja na Israeli. Na part 1 tulishia pale ambapo e, Ufaransa pamoja na Uingereza zimeweza kusaini mkataba wa asili mkataba ambao ulijulikana kama Sykes Picot. E, mkataba ambao ulikuwa umelenga kuweza kugawana maeneo ambayo yalikuwa chini ya dola ya Ottoman mara baada ya vita ya kwanza kuweza kuisha. Sasa, kabla ya kuendelea, njia pekee ya wewe kuendelea kupata taarifa, uchambuzi na mwendelezo wa namna Uingereza alivyoweza kusababisha mgogoro wa Palestina na Israeli ni kuweza kusubscribe, like, kushare na kucomment. Sasa kwenye patiwani kuna mtu muhimu ambaye nilisahau uh, kumzungumzia na, uh, uh, na huyu ni mwandishi wa e, wa habari ambaye alikuwa anajulikana kama Theodor Herzl. Ni alikuwa anaishi nchini Australia, Australia na mwaka 1896 aliweza kuchapisha kitabu ambacho baadaye kilionekana kama msingi wa kiitikadi wa uzayuni wa kisiasa ambacho hicho kitabu kilijulikana kama Derujie Deri Judestant, yani dola la Kiyahudi. Hazidi ambaye alihitimisha kwa kusema kuwa suluhisho la chuki e, na mashambulizi zidi ya ya Wayahudi ambayo yalikuwa yamedumu kwa e, zaidi ya karne barani Ulaya ilikuwa ni kuweza kuanzishwa kwa dola la la, la, la Wayahudi ingawa waandishi au waanzilishi kadhaa wa harakati e, e, hiyo ya, ya, ya uzayuni waliunga mkono e, ku, kuanzishwa kwa dola la Yahudi katika maeneo kama vile Uganda pamoja na, na Argentina, lakini hatimaye waliweza kujenga dola hilo Palestina, kwa msingi wa e, dhana ya kibiblia kwamba ardhi takatifu iliahidiwa kwa Wayahudi na Mungu. Sasa tuendelee na part two ambapo tunaanzia Novemba 2, 1917 ambapo waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Arthur James Balfour, aliweza kumwandikia barua kiongozi wa wa Wazayuni wa Ulaya ambaye alikuwa anajulikana kama Lionel Walter Rothschild. Barua ambayo e, ilitangaza uungaji mkono wa kuanzishwa kwa makazi ya kitaifa kwa Wayahudi huko Palestina, ambapo hatua hiyo iliweka msingi wa kuundwa kwa taifa la Israeli baadaye, barua ambayo pia inajulikana kama Balfour Declaration ama eh, wanasema tamko la Balfour. Sasa baada ya vita ya kwanza kuweza kuisha, eh, Ufaransa na Uingereza waliweza kugawana maeneo na mwisho wa siku eh, Palestina iliweza kuangukia kwenye mikono ya ya Uingereza. Wakati wa utawala wa Uingereza juu ya Palestina ulipoanza Wayahudi walikuwa kati ya asilimia tisa hadi asilimia kumi. Lakini e, hata hivyo kutokana na, na sila za Uingereza ziliwaruhusu Wayahudi wa Ulaya kuhamia e, Palestina kwa wingi, idadi hiyo ambayo e, iliongezeka hadi kufikia kati ya asilimia ishirini na saba hadi asilimia e, thelathini e, kati ya mwaka 1922 hadi 1939 mauaji ya halaiki ya Wayahudi ambayo pia yalijulikana kama e, Holocaust e, ya wakati wa vita kuu ya pili ya dunia ambayo yalikuwa pia ni miongoni e, mwa sababu ambazo ziliweza kuwasukuma Wayahudi kuweza kuhamia, kuweza kuhamia Palestina. Wayahudi walikuwa wanauawa kwa wingi sana barani Ulaya chini ya utawala wa Wanazi. Hapa yani tunamzungumzia e, Adolf Hitler kati ya miaka ya elfu moja mia tisa arobaini e, ndo hichi kitu pia ambacho tunaita mauaji ma, ma, ma ya halaiki ya Wayahudi au, e, e, Holocaust yaliweza e, kufanywa na Adolf Hitler. Kitu hiki maana yake kiliweza kuwashuku. Sasa haya yote yalitokea licha ya ukweli na, na kwamba e, mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tisa serikali ya Uingereza e, kupitia waraka maalum ambao ulijulikana kama the white paper I, ilijaribu kuweka kikomo cha wahamiaji wasiozidi elfu kumi kwa mwaka kwenda Palestina, isipokuwa tu katika hali ya dharura. Na mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane Uingereza ilitangaza kujiondoa Palestina, na saa chache baadaye viongozi wa Kiyahudi wakiongozwa na David Ben Gurion, ambaye baadaye alikuja kuwa waziri mkuu wa fadha wa, wa Israeli, alitangaza kuundwa kwa dola la e, Kiyahudi litakalojulikana kama dola la Israeli. Na huu ndio mwaka pia ambapo e, kilitokea kitu kinachoitwa Nakiba, yani janga kuu ambapo takribani wa Palestina laki saba na nusu walilazimishwa e, kuwa waka, wakimbizi kwenye taifa lao e, vikosi vya Uzayuni vilipata vidi, mafun, vili mafunzo ambavyo vikosi vimepata mafunzo kutoka kwa yu, e, Muingereza, ya Muingereza viliweza kuteka zaidi ya asilimia 78 na e, ya ardhi ya Palestina na vikaendesha usafishaji wa kikabila na kuua zaidi ya ya, ya Wapalestina e, elfu 15 katika ufululizo wa mauaji ya kikatili zaidi ya ya sabini. Na kabla ya mwaka 1948 UN iliweza kukaa na kuweza kuigawa Palestina ambapo Wayahudi waliweza kupatiwa 55% e, ya ardhi ya Palestina na Wapalestina wakapewa 44% na, na, na, na, na Yerusalem, ikawa ipo chini chini ya uangalizi wa UN, kitu ambacho mbele nakuja kuona kwamba baada ya Donald Trump kuweza kuingia madarakani akaweza kuipatia Israeli Yerusalem, eneo ambalo lilikuwa lipo chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Sasa baada ya Wayahudi kuweza kujitangazia kuundwa kwa taifa la Israeli, Waarabu E, hapa nazungumzia Misri, Lebanon, Syria, Jordan na Iraki. E, waliweza ku, ku, ku, ku, hawakuweza kukubaliana na hiki kitu, na wa, kwa kifupi walikataa hiki kitu ambacho Umoja wa Mataifa walikuwa e, wamekisema, lakini pia na taifa la la la la amini Wayahudi kuweza kujitangazia kuundwa kwa taifa la Israeli. Hawa Waarabu e, waliweza kukataa na kuweza kuanzisha vita E, na Israeli ambapo e, waliishiwa mwisho wa siku waliishiwa kupigwa na Israeli ikachukua maeneo e, kama Jerusalem Mashariki, Gaza Strip. Ngana na taarifa au ripoti ya BBC kati ya mwaka 1949 hadi miaka ya 1960, takriban Wayahudi milioni moja walipua wahamiaji ambao wameweza kuhamia Israeli kwa mujibu wa taarifa hiyo ya, ya, ya, ya BBC. Sasa tuangalie kuundwa kwa PLO e, e, yani, e, Palestinian Liberation Organization e, mwaka 1959, Yasser Arafat pamoja na marafiki zake waliweza kuunda kundi la upinzani wa Kipalestina ambalo lilikuwa linajulikana kama Fatah ambao e, likuwa lipo e, nchini Kuwait, ambapo e, kwa ni lengo lilikuwa, lengo ni kuweza kupinga ukoloni wa, wa Israeli e, lakini baadaye mwaka 1964 Arafat pamoja na viongozi wengine wa Kipalestina waliamua kuungana na kuweza kuunda shirika la ukombozi wa Palestina n yani PLO e, ili kuweza kuanzisha upinzani wa, wa pamoja na, na Israeli. Baada ya kuundwa kwa PLO mwaka 1964, e, 1967 iliweza kuibuka vita nyingine ambayo ilijulikana kama vita ya siku sita, ambayo ilikuwa ni kati ya Israeli e, Misri, Jordani na Siria ambapo e, Israeli pia iliweza kushinda na kuchukua udhibiti wa maeneo wa, wa, wa kama e, Jerusalem Mashariki, West Bank, Gaza e Golan Heights pamoja na na Sinai. Ingawa Golan Heights na e, nina sehemu ni kubwa ya West Bank bado zipo chini ya udhibiti wa Israeli, lakini Israeli ilirudisha kisiwa cha Sinai kwa e, e, iliweza kurudisha hili eneo la Sinai kwa Misri e, kama sehemu ya makubaliano ya Camp Abd ya Camp David ya mwaka 1978, na, e, na, na, na kwa na kwa hiari waliweza kuondoka e, kuondoa makazi yao e, katika e, Gaza mwaka elfu moja amini mwaka elfu mbili elfu mbili na tano ikiwa ni kama sehemu e, ya makubaliano ya mkataba ambao Israeli waliweza kuingia pamoja na na na na, na, e, na Misi, mkataba ambao ulijulikana kama Camp David, mkataba ambao ulisimamiwa na e, e, rais wa wa wa, Marekani wa, wa kipindi hicho Jimmy Carter na na rais e, e, e, wa, wa, wa, wa Misri wa kipindi hicho alikuwa uh, ni Anwar Sadat. Kwa hiyo eh, mambo ndio yakawa hivyo kwao, kwa leo naomba tuishie hapa na e, usikose kufuatilia e, sehemu ya tatu e, kwenye huu mgogoro uh, kati ya Palestina na Israeli, e, nikukumbushe kama ulikuwa hujasubscribe uweze kusubscribe ili uendelee kupata uchambuzi na mwendelezo wa, e, wa e, namna ambavyo Uingereza iliweza e, kuanzisha e, humgogoro wa pati ya Palestina pamoja na Israeli e, ni kutakie siku njema, tukutane e, siku nyingine kunipate.